Stand by. Uh -huh. Serious. Action. Damu. Nakusubiri wao ha. Ha. Hebu piga staka fulani. Na kama iwezekani naomba baba uniandikie taraka unipe mimi wewe na mwanao atakaye mnashiriki kuniroga mimi we, we. Mama atakaye ameharibu atakaye kama kunya kanya kweli, alafu utakuja kunielewa nini namaanisha. Yaani kwani hivi mjamwona kabisa yani niye mjamuona kabisa hey! shogangu naomba maji niende choni nimezunguka ukokote hii ndo last stop imi baba ikinipata itanifanya nini mwenzako mumeo nitakufanya msukule leo ipti unaniletea ujauzito hapa nyumbani kweli ipti Asante. Mkaribu. Asante au sijali. Leo jenda kazini? Kichwa kinaniuma. Pole sana. Una taarifa zote kuhusiana na nyumbani kwangu? Hapana. Nampigia simu mara nyingi sana dada yako kwa simu yangu. Isitoshe nimeenda nyumbani kwangu nimekutana na kufuri. Je, una taarifa zote dada, dadako? Ah, kuhusu simu alikuja pa Alafu simu yake akaisahau. Iko wapi? Ipo hapa. Naomba hiyo simu. Hii simu yake? Eh. Hii naomba. Basi simu mingo yangu, acha endelea kufua. Nitarudi tutaona siku nyingine, sawa? Simu yangu hapa. Simu? Eh. Kwani ujakutana na mume wako huko? Mume wangu? Ndio. Kaja hapa sasa hivi mume wako na simu yako, ndio nimempa mume wako. Haya. Wakwambia nani umpe mume wangu simu? Kaja hapa kuulizia na kuulizia ile simu? Na na, jamani, kwa nini umempa simu? Asi mimi ningefanyaje? Ata ukule dawa wapi? Sasa mama, umeleta huko kuna nini? Kwani ndugu yangu usiana, nimekutoa kule, hia hia, nimekuleta hapa. Shoga yangu, unavyoniona mguu huu, nimekuja kwako, namtafuta ndugu yangu. Ndugu yako naye nimtafute? Maana Lizi una ndugu ukisema hapa. Za kwa hiyo unajifanya wewe ndugu yangu humjui, mpaka tena inafikia kusema kwamba tunapata timu ya mpira tena na ndugu wengi netball and football and sijui kitu gani? Unajua wewe nishakuwa tena na timu ya mpira na ndugu, mpaka timu ya mpira unamtafuta? <laughs> Sio timu ya mpira tu. hmm. namtafuta atakae Hivi unavyoniona ndugu yangu, nimehaha mimi kila sehemu, kila ninakwenda atakaye natafuta, nimechoka simpati, yaani ndio ambaye namtafuta. Unavyoniona hapa hia hia, mtoto watu, nimehangaika nimeangaika, hii simu nimepiga, nimefanya kila sehemu, atakaye natafuta, sioni atakaye alikoenda. Sasa yeye atakaye amefanya nini? Ah, mama, stori ni ndefu. Atakaye cha kwanza mume wake amerudi. Sasa kama amerudi, si ndo vizuri Eh? Mimi nilijua labda kakaba huko kahua si ungefanyaje? Kumbe mume amerudi. Kama mume wake amerudi ni jambo la heri. Yaani, ndugu wangu ujue tu. Hivi, unajua mimi naenda kuzalilika. Nazalilika mtu mzima hapo anakuwa nazalilika. Sasa amefanya nini? Eh. Tena nazalilika kweli kweli. Huyo atakaye, ninavyokuambia kurudi mume wake sio shida. Kumbe ninachokwambia atakaye mama ameyatimba. Atakaye kunya kanya kweli tena, kanya kanya hapa hapa hapa kote anakunya. Atakaye mama ni amekopa mikopo Wewe. Kila sehemu atakaye amekopa, ukakopa, ukakopa Dar es Salaam hii, nani asiyejua kama atakaye kakopa, sijui uko mikoani, kila sehemu atakaye ni mikopo mikopo mikopo mikopo, hakuna sehemu aliyoiacha atakaye. Wewe. Usiniambie. hivi ninavyokwambia vitu vyake vya ndani vyote amebebewa, na taarifa ambayo nimeipata sasa hivi kwa Atakaye, jamani, nasikia huko anakaribia kusio, anakaribikia chizi. Ni chizi, anataka si kuwa mwendawazimu, si ndo kashakuwa mwendawazimu. Haeleweki mama, haeleweki. Sasa kwa hiyo, huyo mume anachukua uamuzi. Huyo mume atachukua uamuzi gani? Huyo mume ndo mpaka sasa hivi ndo anamtafuta Atakaye. Yaani unavyo mpaka nimekuja kukufata wewe hapa na mtafuta wewe atakaye. Kabla mumewe hajachukua uamuzi wote wala hajajua atakaye yuko wapi ndio maana nimekuja kukuambia wewe unitafutie kama yupo unipo wewe atakaye mwenzio. Hapa atakaye kangua hiyo. Na kama angekopa basi au ningemwona simu yoyote ile ningemwona. Mungu wangu. Sasa sikiza shoga, kama wewe atakaye yupo mimi mama kwa hiyo. Sasa sikiliza kwanza Lizi. Ni mani. Jirani, ai, jirani yangu mi vipi jirani? Sikuelewi usichokuelewa nini, jirani yangu <laughs> yani nikikuona mimi na ninacheka tu <laughs> Ah, jirani vipi ah, jirani bwana pole, nasikia umewacho shogangu, shogangule <laughs> pia Jirani, nasikia umeachwa na yule msichana chichi ule. Imekuwaje? <coughs> Maana kitu kimebadilika hapa. Bibi, eh? Blaza, mbona umeachwa hujaniambia jirani tunakaa nyumba moja, eh? Tunakaa kibarazani pale usiku tunapiga ugali wote. Mbona hujaniambia sasa kama ona umeachika kwa chichi? Wewe unajua mimi sikuelewi. Yaani umetoka huko unachekacheka tu, unachekacheka. Upo kama za mwamwa. Mwa. Hey, usitegelea nini sasa hapo. Eh? Hey? Tatizo lako wewe ulikuwa unataka kunisikiliza mimi, ona sasa mtumvuwachu. Um, Mtana kwa pele umenifurahisha sana nikuulize. Wewe kama ningecheka kabaebugoya nini? m kwani unanitaka nini mie, nikutake ona nini? Hata sasa sampa una nikupelekea wapi? Sasa mbona unajichekesha chekesha tu kama chizi kama unajana la jipya. Kwa hiyo wewe kwa akili yako unajua mimi ule chizi kaniacha. Ungekuwa okay, na sasa sampa kweli, una sasa sampa nikutake mikatembe na chichi mwezie ule mie, utaniwezia wapi? Ee hey, jirani bwana. <laughs> Yaani ninachonyeo kinachonichekesha mimi kitu kimoja. Ile kujifanya una kitano na kifua mbele, afu una lolote, eh? Mtoto sokakwacha kwa upe. <laughs> Cheka, nasikia burudani, si naweza kutembea na wewe bwana. Sasa ndo maana nikakwambia, yani we zamwamwa. Kwa hiyo umetoka za kogo na cheka cheka cheka, unaona sura ya kuachwa eh, mimi ncheke nenepe. Yani wewe umbishi, wewe sio tu ushauri. Basi ngoja nikupe ushauri wa bure bure, yani hapo unapotoka hapo uende hospitali ukapime kisonono, UTI, kaswende, gonorea juu, maana hapo ulivyo umeakanyaga upo. Umzania ndiye, kumbe sie. Unaona mimi? Siwezi kutembea na mwanamke kabla hatujapima sijui hiyo kaswende, sijui igono, sijui UTI. Yaani tunapima kwanza na watembea naye. Kwa hiyo unavyofikiria wewe kwamba chichi ayo magonjwa anayo hana. Labda wewe na ndio maana unanitaka uniambukize. Mimi sikutaki. Mm. Eh, mm. E, mkwenda uko bwana kutake nani una sasampa. Eti kinachekacheka kimetoka huko kinachekisha chekecheka. Wewe mwanaume. Chukua time wewe. Huyu mwanaume jao kweli yaani karata pia na kasiri kwa nikasirikia mimi utajiji babu ah. Ah. Ah. Ndo nilokuacha warero shogangu nini? Kukimbia kule vipi? Kukimbia kule vipi vipi vipini? Oh, oh, kile kitu kifakopo cheusi. Ah, bila kukimbia unafikiri tutakifanyaje? Maanake lile unajiita sijui, ndo kenge lako, maanake kenge kweli ah. <laughs> ah we, bwanangu, simuite kenge, shoga yangu limchoka. Ela zitotoke hapa. Hapana. Hapana ni shoga yangu unazomazomwa. Haya, ile kenge umelitolea. Maanake kile apa. <laughs> kenge <laughs> Kenge, kenge kena makana amaama mtoto hapana. <laughs> shoga buza Shona buza <laughs> <laughs> kumbe kuna mataila eh. Mi nasikiaga buza kuna madanga e, nikaenda buza mi mwenyewe nitakanipigia ruti za buza na za makenge taalakengeka kenge, kenge linadai mpaka mukujelo ninaonekana eh. Niambie udugu wangu, vipi tunafanyaje? <coughs> <sina> udugu tufanyaje? <coughs> <coughs> Kwanza nikulize swali, huo mzigo upo au una nisumbua tu. Kwenda huko, mi nikachome kama hivi, naumia na mwili na huku nchoja. uo mzigo upo kwa sababu umeniacha, angalia imi alama nimewacha ugali wangu ujue. <coughs> Dada, changanya mwez shazipangia miezoea kitambo, nifanye mambo yango nisikilize, unabwabwaja sana, tatizo lako tamtalila nyingi, nisikilize mm, nisikiliz ishkudanganyawe shakuzoeawe bwana we nikiendaga kwa madanga zangu nikija na kibundo mm, changu dada, tunagawa na mzigo haya. Weweleu nasimasimi na kudanganya, mzigo haupo? Mzigo pale upo, lakini le jamaa lile likenge lile mi naisi aliniona, aki ya Mungu tulia basi. Akujaji ah, we nakwambia kitu mm. Kwa sababu wewe ile sehemu uloweka hela unaijua vizuri tu. Ngoja basi mi niende nyumbani nikamalizie ugali wangu. Angalia mambo yenyewe ndo kama haya ugali <laughs> <laughs> alafu wewe kazi angalie zile hela sasa, utaziachaje? we ndo napajua sehemu topicha mimi sipajui, lakini <laughs> ningekopa napajua. Mimi taisoni mi nigaweza kufika pale ndugu yangu dakika zangu hizi sefuri yule tu kanikutia afue muongo muongo. Na nayenazingwa nini bwana, uongo wangu nini bwana? Mi mwenye Tyson, nakwambia hizi ni kwangu, napiganaga na Levi. Mimi nakwambia kuna mtu anayenishika. Haya shoga, leo nakwambia nisubiri wechichi kitu, wewe mnisubirie. pajamani waka shida nini? mamtu wae, mamtu navokwambia oh. oh, wa kuna mchongo mchongo, ah, mchongoma mchongo. Navokwambia huko oh, kuna Mwajuma sina ndugu uh -huh. kuna kuna mbuzi kanona <coughs> oh, nimekimbia nimetoka kule kwa harakati zangu, serenge serenge, mpaka nafika hapa navokwambia uh -huh. oh, kuna mbuzi kanona huyo kaatufany

Laki na hamsini kapanda juu hadi laki mbili saivi. Acha nisikilize ni kwa mm. Apo kwa maji masina ndogo tujia. Mina ijua ile familia vizuri. Yule mzendolela. Baba yule nito mzendolela. Yani yule machinga huko kusini huko. Yani pale kilo nito pale napale alibadili. Kafara. Wow oh, mini kaibu wale mbuzi wale una. <laughs> Acha noma bana, lubadili lubadili kitu gani? Sheba vitu kibao kada. Kama kulogo nkikosha logo tumulisha jam. Mm. Pero nito kono mbuzi wale, kumbe watu. Bana nakupenda ah, na mpenzi wangu, mi nakupenda sana ma mtu, najua utapotea ndio mtu wangu eh. Mimi najua kama unanipenda. Sasa poa, mchumba wangu ah, achana na wale mambuzi, nisikilize mie. Kwani umebeba vitu vingapi mpaka dakika hii? mimi eh. Nimebeba vitu vya kafara. Ah, sasa poa ba kwa kwa bana, kwani mbuzi wangapi wanaibiwa bana wakanyage mchumba wangu mwenyewe, unaelewa mutu, amna unga amna mchele amna mkaa amna mafuta tufe. Ah.

na kuitatoka kule unaenda tu, yaani masikio yako ameongoza mbele, uangalia hata nyuma. Kwanza shikamo, weka koma. Tangu nini umeanza kuniamkia? Mi anasema shida yako kaka, naomba unisaidie. Mi nina shida tena, nina shida kubwa sana, imenikaa hapa kaka. Naomba yani wewe ndo msaidizi um, wangu wa mwisho kakangu. <tip> shida gani, shida angu mimi kaka mimi nataka nikachukue mkopo. Na huo mkopo siwezi kupewa mpaka Ipti aweke saini yake. Nimeenda kumwambia Ipti akasemaje? Mwambie kaka. Ndio ngopo na kukimbilia. Vinivyokuona pale tu hapo kwa shugangu. Na kuna Nasa hey, yule. Ndo yule. Hapa hapa ndo nilipompata ndo hapa hapa. Kwa hiyo ndo iko kitu changu. Naomba kakaangu msaidie umruhusu Ipti aende akasaini. Hivi. Unaakili timamu yatakaye? Hivi kwa umri wako. Eh? na Hibti. Hivi mnafanana. Kumbe na maana Hibti hataki shule. Anakaa nyumbani. Kumbe wewe, ndio unamtia jeuri, unamtia kiburi kwa sababu unamchukua unampeleka kwenye mikopo, unaenda mnakopa pesa ambazo wewe hata Hibti mwenyewe ile pesa ambayo anakopa hatujui anatumia nini. Eh? Mnakopa mnakwenda mnatunzana huko kwenye mashughuli. Kumbe wewe, atakaye, wewe ndio unanaribia mdogo wangu eh? Mimi natafuta mchawi ni nani kwenye familia yetu na mdogo wangu, kumbe ni wewe. Sasa nisikilize. Unavyoniona hapa. Mimi sijui mikopo, sijui kampuni za mikopo wala sijai kufuatilia mikopo. Sasa nakuomba, yaani nakuomba kabisa, Atakaye, kama wewe ndio unaimwaribu mdogo wangu, namwingiza kwenye mikopo, kuanzia leo hii Atakaye kaa mbali na Hiti, kaa mbali na Ipti. Kaka, hii pesa sio kama napata natumia peke yangu tu, tunatumia wote kakaangu. Nisikilize, yaani hiyo pesa kama ungekuwa unaitafuta kwenye kuuza vitumbua, kuuza minyogo, kuuza sambusa ingekuwa bora kuliko kuchukua pesa ambao mnachukua kwenye mikopo afu mnaenda kutunzana. Ikiwa wewe hapo ulipo, una msingi, una biashara, una chochote. Hiyo pesa mnalipa vipi? Ah, yule mwenzio mwanafunzi, yeye anatoa wapi? Acheneni na hizo habari za mikopo. Na nilishakwambia, asa kaka, kwani wewe hutaki hela? Mimi nitakwenda kuchukua pesa nakupa, naye kidogo? Atakaye, inarudia tena, nimesema hivi. Hayo mambo yenu ya mikopo huko. Naomba mu mtoe mdogo wangu. Nitakuja kukufanya kitu ambacho hutakuja kuamini kwenye maisha yako, kwa wajibu lako la mwisho. Ba mdogo. Aki ya Mungu. Yani bado nusu tu ndio mzee kucha cha kukimbilia wewe. Sasa mtoto una matatizo. Yaani ah. Nimetoka huko huko nyumbani. Sasa hizi unakuja pona nikiba mdogo ba mdogo ba mdogo, ehe, nini shida yako? Sasa ndo hivyo mimi ambao mimi mambo yao ndio siyatakagi kabisa. Yaani utakagi kuendaga na mimi saa, ungekuwa unaenda na mimi saa, ungekupo unge hivi tu. Ehe, sema nini shida? Ba mdogo mimi nawaasho mzee wio. Kwa mtoto baba babako ujue.